Naitwa madamu Adelaida Francis wa shule ya msingi Dareda Misheni. Na lazima wapate hofu maana hajawahi kutokea katika mazingira yetu. Ni mara ya kwanza huyo mtu kuliwa na fisi. Pia inawatupa sisi walimu changamoto na watoto wanaokaa mazingira mbali na shule yetu, maana kuna watoto wanakaa mazingira mbali, kwa mfano huko mazingira ya karibu huko mbele mbele, huo tunawapa muda wale wanaokaa mbali namba wa ni saa moja kamili ila tunawapa muda wanakuja saa moja na nusu. Kwa hiyo wale pia tutaongezea muda kutokana na hili tukio, maana mazingira kwao ni mbali, huko ndani ndani huko kuna misitu, kuna pori. Kwa hiyo pia watoto watakuwa wameogopa kutokana na hili changamoto la mtu kuliwa na fisi. Kwa hilo nani la wanyamapori hao wanaohusika, lazima waangalie hao wanyama wakali kama fisi, namna ya kuwadhibiti. Naitwa John William tulicho mm -hmm, kutuamsha kwamba yani ni fisi walitokea, ni kwamba ni yeye ambaye mtu ambaye amemkuta do fisi, tukajua ni fisi sababu ingekuwa ni mtu amez, amezurika kwa kupitia jibu binadamu tungejua ni binadamu. Sasa yule mtu amezurika na fisi. Kwa hiyo kijijini kwetu huku fisi wamekuwa wengi, na pia sasa hivi tunaogopa hata watoto shule, wa shule kwenda shuleni sababu afisi wamekuwa wengi tunaomba yani, hata aa watu watanapa waje hapa watusaidie, sababu ni yoyo ndio ilituamsha. Maeneo ya mguu, mkono, kwenye mbavu, sababu si wao, hatujaweza kumkagua sana sababu tulikuwa sisi tumehusika sana kwa kupigana kwenye suala la yoyo, ili wenzetu kuwaita wenzetu. Tukasikia yoyo saa saba ya usiku, tukatoka tukafika hapa pale uwanjani shaliwa na fisi kwa jina naitwa John, ni mkazi wa er, ila shughuli yangu ni boda, sehemu ya kufanyia kazi ni hapa stand ya Misheni. Ni kama tulivyosikia hapa kwa wenzetu kwamba saa sita usiku, saa saba, saa nane mtu ameliwa na fisi. Kwa hiyo ndo hapo watu kapiga yoye, tukawasha moto, na kweli fisi ni wengi, na tunavyohangaika na tunajua huko tena ni porini labda tungependa hata tunapowaja hapa au serikali haichukulie ile amuzi, tupate msaada, maana hata kuna wanafunzi hapa wanaenda shuleni hmm? tuna wasiwasi -wasi. watu ni wengi huko na usiku wanaotembea. Hapo kuna bonde la ufa hapa, mtu alipolewa na fisi hapa kwenye hiyo na makuruili na wanajificha, na sasa hivi msimu wa kuvuna wanakaa mashambani na usiku wanajitokeza. Hapa ni mtu tu ambaye anajitafutia tu riziki zake za hapo mitaani. E, mishemeshi yake kama kibarua. Ndio hivyo jinsi anavyoishi. Kwa majina anaitwa Maiko Hayuma. Natoka kijiji cha hapa hapa Seleto. Kwanza afisi wanatuogopesha sisi kama wanafunzi. Kwa hiyo na tulazimu tusiwahi shule. Maana hii ni kipindi cha mavuno. Kwa hiyo hapo wengi tu hata kwenye mabua. Kwa hiyo nazitilia hofu nyingi sana wakati wa kwenda shuleni. Kuna muda nakutana nayo usiku kama natoka hivi prepo ko, sometimes inabidi tu. Kwa sasa hivi naweza nikaacha hiyo shughuli ya kwenda prepo. Ah, sasa hii tukio lina tisha ile ambayo sasa hivi limetokea hapa kijijini kwetu. Asante. mimi kwa majina naitwa Francis Leonsi, mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Loto. Tumekutana na tukio tukio ambalo ni la ajabu kwa huku kwetu, ni ya mara ya kwanza kwamba Mtu analiwa na fisi, mtu ambaye ni mzima. Kwa hiyo sisi, tukio lilivyoanza usiku, tulisikia kwanza yowe. Tulipopata yowe, tukasikilizia, tukakimbia kwenye eneo la tukio, kweli tukakuta ni fisi zaidi ya moja wanamla mtu. Basi wakaanza wananchi, wakaanza kuzunguka na kupiga yowe ili kuongeza watu. Baada ya watu kuongezeka, kawasha moto, bado ikawa fisi hawaondoki. Basi hatua nyingine tuliyochukua ni ya vijana kuendelea kuwafukuza fisi, lakini tena hivyo, huyo mtu ambaye ameliwa utumbo, sehemu iliyobaki pamoja na kichwa, ikawa tunaendelea kulinda na tulitoa taarifa kituo cha polisi polisi wakasema subirini kwa hiyo tukawa tunaendelea kulinda mpaka asubuhi kuanzia usiku wa saa saba asubuhi kuliko kucha fisi walikuwepo mpaka saa kumi na moja na nusu baada ya hapo fisi wakaondoka lakini nao polisi tukawapigia mkuu wa kituo cha Dareda Tulimpigia akasema, amewasiliana na mkuu wa kituo cha wilaya, wakafika asubuhi ya saa tatu basi, na nusu basi wakaaja na daktari wa hospitali ya Dareda. Walipofika wakafanya uchunguzi, kwa sababu tukio linapotokea, walisema inawezekana mtu huyu aliuawa, baada ya kuuawa akatupwa fisi wakamkuta huko mbugani. Kwa hiyo vipimo halisi tutapata kutokana na vipimo vya daktari. Kwa hiyo daktari alipima, akasema kweli huyu mtu alikuwa mzima, amekutana na janga la kukutana na mafisi. Basi, baada ya vipimo, wakamchukua wakampandisha kwenye gari, tukakaa na wananchi tukakubaliana kwamba kwa kuwa fisi hawa sasa wamekuwa wakali kupita kiasi, hatua stahiki zichukuliwe na wahusika hasa TANAPA. Mkuu wa kituo pamoja na afisa mpelelezi wa wilaya wakapiga simu mbele yetu, watu wa TANAPA wakasema tuko tayari, leo jioni kazi hiyo itaanza. Tunachoomba ni ushirikiano kwa wananchi hasa wa maeneo husika, kwa sababu leo kwa vyovyote fisi hawa watarudi kwenye maeneo haya. Aliyewawa ni kijana mdogo ambaye ameoa, ana watoto wawili, na yeye ni wa kijiji jirani kwetu. Ni kijana mdogo anaitwa Fredy Peter na ni mkazi, mkulima, anafanya kazi za huku vijijini. Sasa hivi yuko kazini, kazi zake ni hizi za vijijini. Kwa hiyo yeye alitoka kazini lakini jana alikuwa kwenye nyumba ya msiba ambayo iko jirani ya nyumbani kwao, walikaa mpaka usiku. Usiku alikaa na baba yake, na hata na hivyo, baada ya tukio kutokea, baba yake ali, aliambiwa kuna mtu tumeshindwa kumtambua, tunaomba tusaidiane, labda pengine kuna mtu atamtambua. Lakini wakati huo tayari sisi tumeshajua kwamba ni mtoto wa kwa Peter, anaitwa Fredy Tulipofika pale na baba yake, basi baba alikuwa na mgorori, akamwangalia akasema, mbona kweli ni kijana wangu. Ndipo akamfunika sehemu ile iliyobaki, na mzee hakuondoka, tukaendelea kukaa na yeye mpaka asubuhi, kulipokucha, mpaka polisi walipofika, hatimaye mpaka mwisho daktari alipokuja na gari ya polisi, kampakia marehemu kwenda kumpozisha kwenye nyumba ya mochwari ya hospitali ya Dareda. Moto umewashwa baada ya tukio kutokea, tuliwasha moto kwa ajili ya kusema kwamba labda pengine watu wengine, kwa kuwa ile ilikuwa usiku, walikuwa wengine wanaota, lakini zaidi waliwasha kwa sababu ya fisi, walikuwa hawataki kuondoka katika maeneo ya tukio, yaani walikuwa wakali, pamoja na watu kukusanyika walikuwa hawaondoki na ukiwafukuza ukiwa kisogea mbali kidogo, ukiwa peke yako, wanageuka kwako. Kwa hiyo tukaendelea kuongeza yowe ili watu waendelee kukusanyika. Kwa hiyo kusudi la moto ilikuwa ni hiyo.